Guys, movie bola ya mwaka isha toka tayari, yani movie bola na Mme? series bola ya mwaka huu zisha chilo tayari, usiyo kaja kusema tu ya kuambia uende kuangalia hizo movie guys, nenda kaangalia. Tambala hapa analeta eh, Frankenstein eh, yani moja kwa moja mimi nilipo na eh, title ye, ya hii movie ina jina pale mbele inaitwa Einstein, nikamkumbuka mambo anamuita Albert Einstein kwamba pasinge kuwa na yeye, leo hii video hii hapa, simu ambayo unaitumia kuniangalia, computer zote zisingekuwepo kwa sababu yeye ndo aligundua eh, Yeah, ile quantum physics yani ni yeye yeah. Uh, kwa kwa hiyo nilipoona tu subtitle ya movie ikaniui moja kwa moja nikapata kitu fulani hivi, ngoja nikacheki movie. Gezi movie ni kali, kina manoma hii movie bwana. Inamuita inamhusu mama mmoja wanamuita Victor eh, Frankenstein ambaye yeye ni mwana science ambaye anataka ku unlock the secret of life, kwa maana anataka ku anataka kumrejesha mtu akiwa amefariki aendelee kuishi maisha yake mengine. Kwa hiyo mshikaji anaamua kwa kufungua maabara na kuanzisha projekti yake ambayo anakusanya viungo vya watu tofauti tofauti kutoka kwenye vita na kuviunganisha vyote, kujumlisha na umeme, kuviunganisha na umeme ili mtu aweze kuzaliwa upya. Sasa ile project bwana, katika miangeko ya hapa na pale, ile project ikafanikiwa, ikawini e kabisa, but kiumbe kilichokuja kutoka yeye mwenyewe hakijamfurahisha. Kwa sababu gani? Kilikuwa hakina AI Yani, akilikuwa akina akili. AI ni artificial, akilikuwa akina akili, kile kiumbe kwa mshikaji nini, anaona ile project italeta madhara makubwa sana, kwa hiyo anaamua kuiua ile project kwao, ile maabara yake mwamba, anaamua kuichoma moto, alafu akajua ya maisha yake mengine. Sasa basi kile kiumbe kwa bahati mbaya kikufanikiwa kufariki kwenye ile maabara, na kile kiumbe kinatoka sasa. Kina kina kina kinataka kwenda kulipa kisasi kwa kwa Victor Frank Einstein. Sasa hapo ndo balaa lilipokuwepo. Hii movie bana ni kali, kinoma noma. Nenda kaangalia movie ujue nini kilimpelekea Victor Frank Einstein kuanzisha uvumbuzi wa kumrudisha mwanadamu kumuunganisha na umeme na aweze kuishi tena maisha yake mengine. Nini kilimpelekea, nini kilimfanya kili Victor aanzishe ule uvumbuzi e, wa kumrudisha mtu kuishi tena? Guys, bonge moja la movie, hii movie bwana inaenda kuchukua movie bora ya mwaka, na ile series ya House of David inaenda kuchukua series moja eh, series bora ya mwaka. No mama, thank you.